Napenda kuwatakia kila la heri siku ya leo. Lakini jambo lingine ni kuwaasa wachezaji, benchi la ufundi na viongozi ambao wameweza kuaminiwa, ambao wameweza kuaminiwa wakapewa nafasi, kwamba kuwakilisha Watanzania wote, kwamba waweze kujitoa, waweze kupigania uh, Tanzania, waweze pia kutupigania sisi ambao pia tuna tunawashabikia. Kwa hiyo wapo pale kwa ajili ya kutuwakilisha sisi wa Tanzania na kwa ajili ya kupeperusha bendera ya Tanzania. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kwamba na kuwaasa waweze kupambana siku ya leo. Nadhani siamini sana katika hilo unajua. Uh, watu siku hizi wamekuwa na mambo mengi mitandaoni. Watu kila mtu sasa hivi anakuwa na uhuru wa kuzungumza, hata wale watu ambao sio watu wa mpira ambao wameingia kwenye mpira pia wana uhuru wa kuzungumza. Lakini mimi ninachoamini kwamba tunapozungumzia club tunazungumzia wachezaji ambao wamekaa kwa muda mrefu zaidi na wakaweza kuelewana, lakini tunapozungumzia timu ya taifa, huwa ni ya msimu, huwa ni ya kipindi kifupi sana. Kwa hiyo inawezekana wachezaji ambao uh, mtu anacheza nao kwenye klabu sio ambao anakutana nao upande wa timu ya taifa. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha mtu asiperform uh, vizuri huko katika timu ya taifa kulingana na kwamba aina wachezaji ambao pia anakutana nao. Huenda labda pia uh, kuzoeana sababu anakutana muda mfupi. Huenda pia uh, aina ya wachezaji ambao anakutana nao namna gani analishwa. Eh, labda namtolea mfano uh, niliona issue uh, ya mzizi inawezekana pia uh, viungo washambuliaji anaokutana nao ni wa aina gani, huko kwenye klabu yetu uh, kwenye klabu yake ya Yanga, lakini pia huku timu ya taifa anakutana na watu wa aina gani. Kwa hiyo kuna vitu vingi pia ambavyo vinaweza kusababisha mchezaji asperform katika level ambayo huo unamuona katika klabu yake. Kwa sababu pia katika klabu uh, watu huwa wanachukua muda mrefu kuweza pia kuzoeana na kukaa pamoja zaidi. Kwa hiyo kwa timu ya taifa inaweza kuchukulia kwamba pia kwa sababu ya muda mfupi ule, inaweza kusababisha pia mchezaji asielewane na wenzake vizuri. Uh, ushindi unawezekana tena vizuri kabisa, kwa sababu naweza kuzungumza kwamba timu ambayo tunakutana nayo uh, Chipolopolo ya Zambia ni timu ambayo uh, kwa sasa hivi tunaweza kusema kwamba pia level zake ni za kawaida sana, tofauti na miaka ya nyuma ile waliishafika hadi Kombe la Dunia wakashiriki. Kwa hiyo naweza kuzungumza kwamba ama naweza kutoa maoni ya kwamba timu ya taifa kwa sasa ya uh, Zambia ni timu ya kawaida ambayo tunaweza kushindana nayo na tukapata ushindi kwa hiyo hilo lipo wazi kabisa kabisa, ninauhakika kwamba tunaweza kushinda ukichukulia advantage pia ya kuwa tupo nyumbani. Zanzibar pia ni nyumbani, kwa hiyo nahakika kabisa leo tutaweza kushinda na kutokana pia na aina ya wachezaji ambao tupo nao kwa sasa. kwa majina, anaitwa Yasini Shaibu Kapinga Ali, maarufu kama Songea Boy. Ah, kwanza naiombea Taifa Stars kama taifa langu ipate ushindi, na namwomba kocha Hemed Suleiman ni Morocco awe makini katika upangaji wake wa kikosi. Japokuwa kuna wachezaji hawajaitwa, lakini walioitwa na mimi wamewaona na wapambanaji. Kwa hiyo naiombea Taifa Stars kama timu yangu kama nchi yangu. Kwanza mi nataka niwaambie wachezaji, cha kwanza uzalendo. Taifa letu la Tanzania, wachezaji wanakosa uzalendo, wanaangalia sana maslahi kwenye timu zao kuliko kwenye timu yao ya taifa. Wajue kama kwenye taifa ndio kuna umuhimu. Kwa hiyo mimi nachoasi wachezaji wawe na uzalendo wa timu yao. Alafu wawe na upambanaji na mwalimu aongeze hamasa, na mimi ni kila kitu kitakaa tu vizuri. Neno langu, naiombea Tanzania ushinde kuanzia magoli matatu na kuendelea. Naiombea na kocha asiwe na ubaguzi, kama mchezaji ajiweze, unatoa unabadilisha, so mchezaji amechoka, wewe unamuwacha.